Jambo ambalo natakiwa kufahamu ni kwamba maumivu ya kukaa muda mrefu, jua kwamba mwili wako unalia, mwili wako una kitu unakuambia, lakini pia wewe umekuwa ukipuuzia. Kuna maumivu ambayo hayaelezeki ambayo unapata unayo. Unapoenda achooni, unapokuwa unajisaidia unapata maumivu makali sana, lakini unapokaa pia unakuwa unapata maumivu, kwa sababu watu wenye bawasiri wanapata maumivu pia wanapokaa, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, unakuta anakaa kama vile anajiogopa, lakini pia kuendelea kupata miwasho na kupata chocha damu moja kwa moja. Hii ni pressure ambayo inapatikana kwenye mishipa inayopatikana kwenye njia ya haja kubwa ambayo mara zote huwa inavimba na kukaza kwa ndani, na na inasababishwa na nini? Inasababishwa ndio hii ambayo inasababisha changamoto ya bawasiri. Kwa hiyo, kama unapitia dalili hizi, unatakiwa upate paelikea leo. Paelikea itaenda kusaidia kuweza kuimarisha ile mishipa, au utapata chocha damu, au utapata maumivu makali, au utapata miwasho, lakini pia itakuondolea ule uvimbe unaopatikana kwenye njia ya haja kubwa. Mimi naitwa Dr. Jimmy, kama utakuwa na swali lolote, una changamoto ya bawasiri wasiana mimi leo kuweza kupata msaada zaidi. Karibu, na Mungu akubariki.